Ya yote waliotoa maombi tunaenda kuyatekeleza. Wengi walipenda kulima, tayari tumeshapata eneo la kutosha. Na ukiona hapa tuna matrekta yamejaa, maturbo yako vizuri brand new, Mheshimiwa Rais Kareta hapa tunaenda kuwalimia bodaboda. Bodaboda wa Kisarawe ndio watakuwa kwanza nchini kuwa na mashamba. Tunataka walime mazao ya biashara, walime mboga mboga, chainizi, mchicha, pilipili hoho, nyanya, mahindi, karanga, ufuta, uwele. Mazao yale ambayo yanakuwa kwa miezi mitatu mitatu. Na sisi Kisarawe tunapata mvua mara mbili kwa mwaka. Mm. Kwa mfano, sasa sisi tunaona mvua. Mm. Hii mvua inapiga mpaka mwezi wa tano mwakani. Mm. Kama mazao yanastawi itakuwaje? Vitu vishinda kustawi. Mm. Na ni vijana wana afya, unaona, wako vizuri. Lakini kitu kingine, asilimia 85 hawana leseni. Kwa hiyo nimeshaongea na chuo cha NIT, profesa mheshimiwa profesa Mgaya, wiki hii tunaanza mafunzo kwa awamu, watu sita sita hamsini hamsini wanafundishiwa hapa hapa ofisi ya DC, wanapigwa shule, wanakunywa soda, wanakunywa maji na kiyoyozi juu. Ili ule ile muda wa kwenda chuo cha NIT tunaweka hapa hapa. Risari moja kuanzia saa sita hadi saa saba saa saba hadi saa nane wanapigwa shule wakishamaliza Tunafanya sherehe ya kuwatunuku vyeti. Lakini pili, tunataka wapate bima, wanapata ajali sana, hayo ndo mambo wanayopata bodaboda. Lakini kuna wengine waliomba mikopo ya mheshimiwa rais Samia, wakao hawajapewa. Hapa tulikuwa na Mr. Sanga ambaye ndo msimamizi wa hizi pesa za halmashauri. Tumekubaliana kuanzia sasa hivi wale wote ambao hawajapata, fanya mchakato haraka sana wapate. Wakikosekana kupata pesa hizo ndani ya wakati Nitakuwa namweka lock up analala anarudi anawahudumia analala lock up mpaka siku anapata mkopo. Hiyo ndio inaitwa mwendo wa shosho. Asiyewajibika tunamwajibisha. Kwa sababu hawa Mheshimiwa Rais ametupa dhamana tuwahudumie. Hawa ndo wanatakiwa sasa wapewe kweli kile tunacho Mheshimiwa Rais alichotekeleza. Uwezi ukakaa na pesa za serikali, sio zako. Hizo ni pesa za serikali zinaingia, zitoke ziwahudumie. Kwa hiyo naona na vijana wana morality ya kufanya kazi, wanataka walime aaaheni Homboza. Kwa kweli Mheshimiwa DC anafanya kazi nzuri sana, tumpe maua yake kwa mafunzo changamoto zilizozungumza, usalama kila kitu kiko vizuri, kazi kama Mheshimiwa Petro Magoti kwa majina anaitwa Godlove Gaspar Mapile ni katibu wa kikundi cha bodaboda kisopwa barabarani mkabala na Kibamba shule. Aa, mimi namshukuru Mheshimiwa DC Petro Magoti kwa kuonyesha upendo kwa vijana na yeye mwenyewe ni kijana. Kwa hiyo nataka kuinua uchumi wa vijana ndio maana ametukusanya mahali hapa. Tulikuwa tunajadili kuhusu kulijenga taifa na si wenyewe kuinuka kiuchumi ili kuisaidia nchi yetu kusonga mbele. Joseph, katibu wa bodaboda, madukani. Tunamshukuru huyu mheshimiwa ambaye ametukusanya hapa, DC wa Kisarawe, kwa sababu amekuwa ni rafiki yetu, amekuwa ni mkuu wetu, tunamsikiliza kulingana na yale ambayo anaendelea kutufundisha na kutuelimisha, kwa sababu sisi kama bodaboda ni mambo mengi sana. Alituahidi na leo ametuambia tufike kwenye ofisi yake, then baada hapo yale aliyotuahidi, tuweze kukaa chini tuangalie, tunafanyaje tunafikia vipi malengo yetu, na ndio kwa maana tupo hapa katika mchana wa leo.